Laki Amin, moja nabadilisha maisha yake. Hebu tuambie ndugu yangu, unaenda kufanya nini? Mimi naenda kuuza mwenyewe rejareja, natembeza mtaani sababu nilikuwa, nilikuwa na sehemu ya biashara lakini nikafilisika, kilichokuwepo nikawa na mtaji kama huu ambao nilikuwa natembeza mtaani, lakini kashuka pia kafilisika. Nimejaribu kutafuta barua nimekosa, nikaona bora kwa ndugu yangu hapa kumwelezea shida yangu anisaidie mtaji wa biashara. Alhamdulillah, Allah kamwezesha na ndoa mini pavo hapa. Kwa hiyo alhamdulillah nitakwenda kufanya biashara ili niweze kupata cha kuweza kula mimi na familia yangu na kulipa kodi ya nyumba. Katufuata huyo, katuambia sisi kwamba yeye alikuwa anafanya biashara hiyo, lakini kafilisika. Tumeenda kununua dukani vyote hivi shilingi laki moja. Laki moja, sasa anaingia katika biashara, anaanza kuchuma chumo la halali. Ndugu yangu, unaponiona hapa na vile vile, toa kwa ajili ya Allah, toa sadaka yako, toa zaka yako. Mwezi mtukufu wa Shaaban huu tufanya khairati, Ramadhani inakuja, fanya khairati. Namba zetu za simu zipo hapa. Ukitaka kushirikiana na sisi Khidmatul Ummah, shirikiana na sisi. Ukitaka kufanya kivi yako fanya, lakini usiache kutoa kwa ajili ya Allah, sadaka yako, zaka yako. Kidogo kinathaminiwa kikubwa kitoshi, toa utakavyoweza kutoa. Laki moja tutalisha watu chakula shilingi 3000 tu, pamoja na vinywaji pamoja na usafiri wa kumfikishia mpaka pale, rahisi kabisa. Fanya jitihada, utumike na wewe kwa ajili ya Allah, pesa yako itumike Ukizuia ukiacha, sio ya kwako, lakini ukiposti, akhera unakwenda kuipata kile utakachotoa, utakwenda kupata akhera yako. Allah subhanahu wa ta'ala akubali na kuwezesha inshallah. Watu kama hawa tuwasaidie, laki moja inabadilisha maisha yake, ukitoa laki mbili laki tatu. Mwingine mahari amekwama, shilingi laki mbili tu, ambayo unaweka mafuta kwenye VX yako unamaliza mara moja. Naomba sana tuwasaidie hawa, pitia Khidmatul Umma ukitaka kusaidia, namba za simu zipo au fanya kivyako, lakini fanya. Jazakumullah khair wa asan jaza fi daren shukran.